Nashangilia, the cripple has walked na kwako, everybody is crippled father. Moja alinikumbusha hapa akaniambia father, ukienda kuhubiri usihubiri sana, kwa sababu hii watu wote wameokoka, wamejua. Sasa ninataka kuongelesha wale wameokoka, wale ambao wamejua kanisa, lakini nje, umeishi hiyo kanisa na imani yako wewe? Uko hapa, wewe ni mpentekoste madhumuni na imani yako kuu ni kwamba tunaishi kwa roho, tunahubiri kwa roho. Amen. Wewe unatuombea mpaka unaongea zile lugha za roho, wewe umeokoka kweli na tunakupenda sana, lakini unaishi hiyo imani ama wewe? Tutakuambia na Paulo, nilipenda Paulo. Aliangalia wengine na akaambia, nyinyi mmerogwa, mumerogwagiwanango Mulianza na roho, mnamaliza na mwili. Unatokanga kanisa shagala bagala, lakini ukifika nyumbani unasema jirani ni fulani na fulani, agarage ni mbari. Na wewe ni mtu wa kanisa, wewe ndio unabeba Biblia, wewe ndio unasema, wewe ndio unatuimbia nyimbo pambio, ni wewe tu. Ni wewe tu. Ni mama wa kiroho lakini tunaogopanga kukuona karibu na mzee ya wenyewe. Ni mama wa kiroho, ni mama mwenye imani, ni mama mwenye. Tunaona umebeba Bibilia, umebeba Do you translate your to what to. Wewe ni mama mpendakosti, tunakujua mzee mpendakosti. Ishi maisha hayo ya kiroho, kajinsi unaishi na jirani zako. Wewe ni mama mtu wa Sabato. Je, nguzo kuu ya Sabato yako ni mapumziko na Yesu na unatufundisha jinsi ambavyo msingi wa kila kitu, msingi wa uumbaji ni Sabato, msingi wa amri kuu za Mungu ni Sabato. Wewe unatufundisha Sabato ni pumziko, lakini haupei watu pumziko. Kwako kwa watu hawapumziki, jirani yako. Juzi nilikuwa na ando la kesi, mzee elda wa kanisa, lakini umbwa yake imekufa, amezika kwa jirani, inanukia jirani. Amen. <laughs> Mwambia mwana mwanasabato mwenzako pumziko ni imani ya kweli, na uishi. Translate. Translate that faith. Wewe ni Mkatoliki, imani yetu na nguzo ya imani yetu ni imani na matendo. Nguzo ya imani yetu, na tunashiriki na kwamba tunafundishwa, tukiamini kwamba tunasherekea huyu mzee, tumeambiwa mengi ambayo ametenda. He lived a true Catholic faith. A true Catholic faith is faith and work. kwamba tunaamini na tunapata thibitisho, tunaonyesha imani yetu katika matendo, matendo za ukarimu, matendo ya kuishi. Na hayo yote, wewe kama Mkatoliki, unajiita Mkatoliki ambaye unakiri imani yako, unasimama, lakini tunapokuona, niliambia Wakristu wetu na wale wa kanisa yangu, msisikie hii sio yenu, lakini niliambia, nilienda jumuia moja nikiwa naenda misa ya jumuia, nikapata mama mmoja anaenda jumuia na nikaona kitambaa ni kitambaa ni hiyo ya Mkatoliki, mama Mkatoliki. Nikasimamisha gari nikambeba, nikamwambia mama, akaniambia haki asante fadha, kumbe ulikuwa bado huko. Nikamwambia twende, tukaenda jumuia, tukaenda kona mbili tatu, kona ya nne tukipiga, nikapata mama mwingine hivyo hivyo tu, amefunga kitambaa kama hiyo, ako na uniform ya kanisa Nikasimama, nikamwambia twende. Akakuja kwa furaha sana, aki asante Father, umenisaidia, nilifikiria nitachelewa. Nikaambia ni mimi ndio naenda misa, twende. Akazunguka gari, aja apande gari yangu. Ilikuwa na vio tinted, so hangeona ndani. Alipokuja kufungua hii mlango ingine, akakuta yule mama mwingine, akaniambia Father, sio mbali, asante, karibu, na akafunga, enda ninakuja Nikamwambia hapana, si tutachelewa, twende. Akaniambia Father malo yutayu anyone na shuali. Alifunga mlango na akatembea. Mimi nikasonga na huyu mwingine, nikaambia yeye kalia kwa nini ajepanda. Akaniambia Father, huyo akanyagi penyeniko niko makete olami na wamevaa kitambaa moja, wamevaa uniform moja. Mwambie ndugu yako tuishi ukweli wa imani ni Mkatoliki, ishi ukweli wa hiyo imani, translate that faith to your works, kwa sababu hizo ndio nguzo za imani yetu. Kama wewe ni muinjilizi, wewe unaenda dini ambayo inahubiri, wewe unangojea reconciliation and restoration, wewe unahubiri juu ya mapatanisho, lakini wewe katika nyumba yako hauna upatanisho. Wewe unaishi na unaenda unafuata maombi hapa, kwenda hapa, kwenda hapa, wewe ndio unashangilia the cripple has walked na kwako everybody is cripple, kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa maisha yako. Wewe unashangilia huko the cripple has walked, na kwako mzee ni cripple. Haujawahi pepea yeye maji kwenda bafu. Mzee anaishi maisha ya kuzuzunika, anasema kia tu ni nege taka iga iko si asinye ile taka gale na magi go yekai. Na huyu mwenye nilileta kwa nyumba na hata simuoni Mama hapatikani, mama absent. Wale wa mama day scholars, hamjambo mama, mama, mama amekuwa day scholars wa imani wa kanisa wako tu all through, na umesahau imani yako. Itekeleze, iishi imani yako. Na ndio tunapomaliza na kumwombea huyu ndugu, tunamshuhudia imani na matendo yake, aliishi kwa kutimiza imani yake katika matendo yake.